Rais William Ruto amewakashifu vinara wa upinzani wanaopinga miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali yake akisema kazi yao ni kupinga ila hawana mipango ya kuendeleza taifa la Kenya. Amewataka wanasiasa nchini kuacha ubinafsi na kuangazia kuwapa wananchi huduma na maendeleo, na kusaza malumbano pamoja na siasa za chuki na mgawanyiko baina ya Wakenya. Hata hivyo, amewaonya wakazi wa Pokot Magharibi na ambao bado wanatumia bunduki kufuga mifugo wao, akiwataka kuzipeana kabla serikali haijachukua hatua ya kuziendea. Rais William Ruto ameongoza viongozi wengine serikalini kuhudhuria ibada ya Jumapili katika eneo la Chesobur kondi ya Pokot Magharibi. Hamjambo. Hamjambo tena. Rais akichukua fursa hii kwa kashifu vinara upinzani wanaopinga kila mradi wa maendeleo unaotekelezwa na serikali yake, akisema kazi yao ni kupinga ila hawana mipango ya kuendeleza taifa la Kenya mbele Nimeona ati wako na, wame, wako na mpango mara mbili ati mpango yao ya kwanza ni njama against ati William Ruto, ati mpango yao ya pili ni kupinga ile maendeleo yote, sijui housing wanataka kupinga, sijui National Infrastructure Fund wanataka kupinga. Ati mpango yenu yote ni kupinga ile serikali ya sasa inafanya. Ni lini mtashughulika na kupanga vile nyinyi mtaeleza Wakenya. Amewataka wanasiasa nchini kuacha ubinafsi na kuangazia kuwapa wananchi huduma na maendeleo na kusaza malumbano pamoja na siasa za chuki na mgawanyiko baina ya Wakenya. We must, as leaders, subordinate our own interest to the interest of the people who have elected us into office. Usikubali mambo yako ya binafsi iende mpaka ikazidi maneno ya wananchi waliokupatia nafasi ya kuwaongoza. Hata hivyo viongozi hao wameshabikia hatua za amani zilizoafikiwa eneo la bonde la Ufa tangu alipoingia mamlakani, ila akionya wakazi ambao bado wanatumia bunduki kuwafuga mifugo wao, akiwataka kuzipeana kabla serikali haijachukua hatua ya kuziendea. Kila mtu mwenye bado wako na bunduki na wewe si polisi na huko na bunduki kwako, my friend please, harakisha lete bunduki, patia kwa bishop, patia kwa polisi. Usipofanya hivyo, we are going to come for it, tutakuja kuchukua hiyo bunduki. Kwa hivyo tumekubaliana kwa kauli moja kwamba liwe liwalo, bunduki zote nyenye iko kwa mkono ya mwananchi mwenye sio askari lazima irudishwe katika serikali ya Kenya kupitia ile programu tuko nayo ya rudisha bunduki kwa serikali. Hata hivyo rais akiahidi kuanzisha miradi ya maendeleo katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa kama ujenzi wa mabarabara na mabwawa, ili kuboresha uchumi wa eneo hili. tumeweka bilioni 15, ya serikali kufungua hii sehemu, ili hii amani ambayo imepatikana hapa, muwe sasa na biashara muwe na usafiri, itawasaidia kwa kilimo, kwa ufugaji, kwa biashara, ndio tuweze kuamsha uchumi wa sehemu hii. Isaack Musyoka, Undugu TV.